So unapofanya zoezi kwa una mfano kama leg raises na unapata maumivu ya kiuno ukijia, okay, sikunje. yes, ni vipi vipi? Okay, eh unakunja, isiwe straight, kwa sababu straight unaweka tena pressure kwenye mgongo so unakunja miguu inavyo range unakunja miguu na kukuja impact bali na kuja so target ni kuweka back chini, yeah. so so ten more bro max engagement or ukunje licho misi miguu yapo, usinyoshi mpaka chini. Unavyo rendi unakisha imekunja kidogo, unavyo nyenyuka unakisha imekunja kidogo, like this, kama hivi okay. Kwa maximum engagement unaweza kuweka mikono yako juu, na kama unahitaji bado support ya mgongo unaweza kuweka mikono chini like this. V-shape ni muhimu zaidi, kwa sababu ni zoezi ambayo lina activate misuli kuanzia mapaja mpaka tumboni. Nakumbuka niie kusema, kama unataka kubani zaidi tumbo yako basi, zingatia uh, activated hips, uwezo kuactivate hips asosodina activate hips same same na